Tukirejea hapa nchini, mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi ya IPOA na kitengo cha kuangazia kanuni za idara hiyo zimeanzisha uchunguzi kuhusu kisa ambapo maafisa wa usalama walinaswa kwenye kanda ya CCTV wakiwapiga vijana mjini Nandi Hills. Kwenye kanda hiyo, vijana kadhaa waliokuwa wakicheza pool walivamiwa na polisi na kisha kuanza kupigwa kwa kutumia rungu na viboko. Gatete Njiroge na taarifa hiyo kwa kina. Kanda hii ya CCTV ilinaswa mjini Nandi Hills Jumamosi wiki jana. Vijana hawa wanaonekana wakicheza pool mwendo wa saa tano usiku. Punde si punde, mmoja wao anaondoka na ghafla anarudi kwa kasi, anafuatwa na polisi. Kisha wenzake wanaonekana wakitafuta pa kutorokea, ila milango yote imefungwa. Ni hapa ndipo vijana wanaamrishwa kupiga magoti na kulala chini. Maafisa zaidi wanaingia na kuanza kuwapiga. Wiki moja baadaye, waathiriwa wamejitokeza kusimulia masaibu yao. Wakati nilipiga magoti, wakaanza kunipiga, wakanipiga kwa mkongo hapa karibu na spinal cord, halafu wakanifunja mkono wakanisungusha mkono hivi, wakanipata hapa, wakanipika. Wakaniambia unaweza lala flat, nikaambia hapana, nini mbaya afande? Sikujua hata ni, ni ardiu. Wanadai uvamizi huo ulifanyika katika vituo kadhaa vya burudani na hata barabarani. Hawa watu waliingia tu town na wakaanza furuju ha, ni kuonga kila mtu mwenye alikuwa, hata mwenye alikuwa kwa biashara yake, hata kuna mama alikuwa kwa biashara yake anauza sambuza, lakini walimpiga paka huyo mama. Waathiriwa wameandikisha ripoti katika kituo cha polisi cha Nandi Hills, wanaandikisha ripoti. Kufuatia kisa hicho Aipoa na idara ya polisi ya kuangazia kanuni zimeanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho kinachodaiwa kutekelezwa na maafisa kutoka kitengo cha RDU eneo la Tinderet wow. Inspekta Jenerali Douglas Kanja amekashifu tukio na kuagiza ripoti kuhusu tukio hilo katika chini ya siku tatu. Gatete Njoroge Runinga ya Citizen.